Pia tuna miradi ambayo imeshatekelezeka na kukamilika. Kuna jumla ya e, kilometa 338.8 kwenye miradi saba, ambayo kwa wastani gharama iliyotumika kulipa ni bilioni 488.15 h zidi ya asilimia mia moja ilikuwa imepangwa kama ifuatavyo: barabara ya Nyaua Chaya kilometa 85.4 ilishakamilika kwa gharama ya bilioni 117.9. Kuna Usesero wa Kamanga ilishakamilika kwa bilioni 158.8. Kuna barabara ya Komanga Kasinde ambayo kwa Tabora tuna kipande cha kilometa 108 pia kama cha awali jumla ni bilioni 140.02. Pia tulikuwa na ujenzi wa Kazirambwa Chagu wenye kilometa 36 na baadaye pia iliongezeka kilometa 7.47 0.4 kuunga vijiji ambavyo vilikuwa vimeachwa pembeni baada ya ujenzi wa barabara ya lami ambayo inaitwa Singe Ugansa. E, mradi huu ulikuwa na jumla ya gharama ya bilioni 48.6. E, na ulisimamiwa na Teku Tabora. E, kuna ujenzi pia e, uliokamilika wa kilomita moja inaitwa Mambali Bukene Itobo, mkandarasi alikuwa Salmotas Limited kwa shilingi bilioni moja na milioni 520. E, msimamizi alikuwa ni Teku Tabora. Ujenzi wa mizani ya Kizengi mkandasi alikuwa naitwa China UI gharama yake ilikuwa ya bilioni 15.05 msimamizi alikuwa Nteku na kazi hiyo mpaka sasa hivi imeshakamilika iko asilimia 95 kuna ujenzi wa Ipole Lungwa daraja lenye mita kumi na barabara maingilio ambayo inaitwa Proti Road ambayo ina mita 400 gharama yake ilikuwa ya bilioni 1.650 kazi hii imeshakamilika na zaidi ya niyo asilimia tisini na tatu zidi ya mia moja. Kuna, kuna baadhi ya item bado hazijakamilika ambazo ni protection na kuweka e, load marking. Sambamba na hilo kwa kujali e, maslahi mapana ya taifa katika miradi hii yote, katika miaka minne, wakandarasi wazawa ndio waliotekeleza miradi yote hii ambayo ni ya matengenezo ambayo tumeona kwamba kwenye fedha za matengenezo kuna bilioni mia thelathini na tatu, kwenye fedha za maendeleo kuna bilioni kumi na sita hizi zimefanyika na wakandarasi wazawa bila kuhusisha wageni, na hii ambayo ilihusisha wageni kulikuwa na asilimia kubwa ya wazawa waliajiriwa pale kwenye fani mbalimbali mbali, kulikuwa na fani za wataalamu, kulikuwa na fani za vibarua, wengi walikuwa wanachukuliwa kwa mfano asilimia tisini ya wafanyakazi ambao wapo tisini na tano kwenye ujenzi wa uwanja wa ndege pale walikuwa ni wazawa, huku asilimia tano walikuwa ni wageni ambao kwenye nafasi mbalimbali